Unapitia dalili zote za mwanamke mwenye uwezo wa kushika ujauzito lakini haushiki ujauzito, yaani unapata ute wa uzazi kwenye zile siku zako za hatari, lakini pia unapata hamu ya kushiriki tendo la ndoa pamoja na joto la mwili kupanda kwenye siku zako za ovulation, unapata yale maumivu ya kipindi cha ovulation, lakini haushiki ujauzito. Na kushauri vipimo hivi vitatu ukafanye, inawezekana una changamoto. Kipimo cha kwanza ni kuangalia milija yako ya uzazi. Milija ya uzazi inapoziba hata kama mwanamke mayai yake yanapevuka vizuri, hawezi akapata ujauzito kwa urahisi. Lakini kipimo cha pili ni kuangalia homoni yani, hormonal profile. Homoni za mwanamke zinapokuwa zimevurugika, anaweza akawa anapata dalili za Kuweza kubeba ujauzito lakini asibebe ujauzito. Lakini uh, kipimo kingine ni kuangalia mfumo wa uzazi kwa maana ya ultrasound. Inawezekana una uvimbe kwenye kizazi, una changamoto za endometriosis. Yote haya yanaweza kufanya mwanamke ukashindwa kubeba ujauzito hata kama unaonesha jinsi za dalili za mwanamke mwenye uwezo wa kubeba ujauzito. Natumaini kwa ambao unapitia dalili hizi, nitakuwa nimekusaidia. Usiache kufollow page hii kwa mafunzo ya kila siku.